Ni waombe sana, siku ya tarehe 29, kina baba kina mama, kaka zangu, wadogo zangu, tujitokeze kwa wingi tukapige kura za CCM, mtudai maendeleo. Viongozi wameyatangulia kusema, nchi yetu siyo ya majaribio. Mmetupa miaka mitano tulivyofikisha tupende miaka mingine mitano iwe Kia. Tuitaje Ulaya ndogo. Hatuwezi kuwapa watu nchi kwa, ku, kwa kuwajaribu. Hatuna nchi ya kuwapa watu kwa majaribio. Tunatakiwa tuwape watu makini ambao wanaijua kazi ya kwenda kufanya, lakini pia ambao wanatuambia kilimo chetu kinaelekea wapi, mifugo inaelekea wapi, awamu iliyopita jamii hii ya wafugaji inaenda kufanyaje ufugaji wa kisasa sasa hivi, maeneo yanayotengwa kwa maeneo maalum ya ufugaji yalikuwa ni ekari milioni tatu na laki tano. Ilani ya uchaguzi ya safari hii inasema kwamba wanaenda kuongeza maeneo maalum ambayo yatamilikishwa kutoka ekari e, milioni tatu na laki tano mpaka milioni sita, ili tuweze kufuga kisasa na mifugo yetu iweze kupata malisho. Hizo ndio sera ambazo mnahitaji kusikia na sina mashaka kwamba Saashisha ataenda kutekeleza. Lakini laki nyinyi mlishuhudia mchuano ulivyokuwa mkali wa kupata wagombea wa ubunge na madiwani nchi nzima, na lengo lilikuwa ni kupata wagombea bora, na hatuna mashaka kwamba wagombea waliopatikana ni wagombea bora, na ndio maana hata sisi ambao tuliomba ridhaa tulivyokuja kwenu mkasema hapana, tunampa Saashisha, tunaenda naye akafanya tena kwa awamu nyingine, tumeona kazi yake, si ndivyo jamani? sisiemu kwa hiyo, sasa hiyo ndio demokrasia. Unaweza ukaimba kwa maneno, lakini ikija kwako kwa ukaikimbia. Hatuna shaka kwamba chama cha mapinduzi kitashinda, lakini ombi langu kwenu, siku ya tarehe ishirini na tisa, nawaomba mjitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Tiki ni ngapi? Tatu. Tunaenda kujenga machinjio ya kisasa ndani ya kata ya Kia, inaelezwa kwenye ilani yetu hii ndogo Tufuge ng'ombe wengi lakini wenye tija. Ng'ombe wenye nini jamani? Tija. Na mimi naenda kupambana, tupate mbegu za ng'ombe wale wa kisasa, tusambaze huku kwetu, ili tuwe na ng'ombe wakubwa ambao tutatumia machinjio ya kisasa hii kuchinja nyama yetu, na hii machinjio inaenda kuwa ni ya kanda ya kaskazini. Nyama yetu isafirishwe nje ya nchi kupitia uwanja wetu wa Kia. Niwaahidi tutafanya usanifu wa barabara ambayo itafika mpaka Ukambani ili na ninyi mfurahie matunda ya Chama cha Mapinduzi kwenye kata yetu. Kwa hiyo ni la kwangu ndani ya hii miaka mitano kama ambavyo tumefanya kule juu mmeona barabara tumezichonga na hapa Ukambani tuwe na barabara ya hakika ambayo inapitishwa inapita wakati wote. CCM oyo! Kwa majina yangu naitwa Hadija Ramadhani Ulomi. Ninatoka kijiji cha Sanya Station, kitongoji cha Relwe. Naomba niseme wana Sanya Station wanakia wote kwa pamoja tuna umoja wa kusema CCM nambari moja. Kwa hiyo kura zote za rais Samia Suluhu Hassan, mama yetu, kipenzi chetu, ni kwa Samia. Kura zote za mbunge, mbunge mahiri ambaye hajawahi kutokea katika jimbo la Hai zinakwenda kwa Saashisha, wala usiwe na wasiwasi.